Baada ya kukutana, halmashauri kuu ya chama chetu ikaamua kwamba sasa ni wakati chama chetu kubadili mwelekeo wa kufanya siasa katika nchi yetu. Sasa tuchukue tulichopewa, sasa tujibu kwa mujibu wa swali tuliloulizwa na sasa ni wakati wa kwenda na hali yenyewe ya bahari ilivyo, kama iko rafu. Hatukuitaka, tulibambania mambo yaende kwa salama, twende kwenye maridhiano, lakini tulichopewa ni maridhiana? Hapana, mana nadhani makamu mwenyekiti kafafanua vya kutosha. Yeah. Eh, nisichukue muda lakini, niseme cha mwanzo cha msingi, chama chetu kimeamua kwamba sasa tutoke katika siasa ambazo za maridhiano, hatukupewa tulivyoambania, hazikusimama, sasa tuende kwenye siasa zinazohitaji zinazohitajika wakati huu ambazo ni siasa za mapambano. <coughs> <Nisi asazaa. coughs> mama, papa, ni siasa za <coughs> na tunaposema, mapambano sio kupigana na mtu, ni kupigania jambo tunaloliamini kwamba lazima tulipate, na la kwanza ni kupigania demokrasia katika nchi yetu. Makamu mwenyekiti amesema, amesema hapa kwamba tumepigania tumepambania, lakini siko tuliko pele. Kwa hivyo sasa, sas tu, tulichosema ni kwamba sasa tupambanie demokrasia katika nchi yetu, kwamba nchi hii sasa, kama hatukupambania demokrasia, maanake sote ni kama vile tumetekwa nyara, kwa sababu ufalme wa mwananchi aiwe mwananchi ufalme wake, ni uamuzi wake juu ya nchi yake, na ufalme ule ni katika kumweka nani aendeshe mambo yake hapo. Kama wewe una nyumba yako, kama wewe una biashara yako, lakini una amri ya kuamua nani awe meneja wa biashara yako, nani asimamie nyumba yako, hiyo nyumba hiyo inakuwa yako. Unavishwa kile kwa cha ukoga. Sisi tunachosema cha kwanza ni lazima Watanzania tuwafikishe, tupanganie wafike pahali kweli wawe Watanzania na wafate maamuru ya katiba yetu kwamba mambo ya nchi huamuliwa na Anayi, kwa sababu ndio wenye nchi.